Takwimu zinaonyesha kufikia Disemba 2025 asilimia ya upenyo wa simu janja au smartphones penetration kwa idadi ya watu imeongezeka hadi kufikia asilimia 41.82 kutoka asilimia 39.53 iliyokuwepo mwezi Septemba mwaka 2025. Aidha, asilimia ya upenyo wa simu za rununu au feature phones imeongezeka kutoka asilimia 86.35 kwa mwezi Septemba 2025 hadi kufikia asilimia 87.11 kwa mwezi Disemba mwaka jana 2025. Hii inaonyesha jitihada zinahitajika zaidi kuongeza idadi ya simu janja ili wananchi wengi zaidi waweze kutumia fursa za kidijitali. Hivyo basi kwa msingi huo ninawapongeza sana kwa jitihada zenu zitakazopelekea ongezeko la simu janja kwa watumiaji eneo hili. Kwa kila kampuni ya simu na watoa huduma nimekuwa nikiwekea mkazo sana. Kuwa na asilimia arobaini na moja nukta nane mbili tu ya simu janja bado ni kiwango kidogo sana. Watanzania wameamka, Watanzania wana ari na Watanzania wako tayari kutumia simu janja wakipewa nafasi. Kwao niendelee kutoa rai kwa Airtel Tanzania na kampuni nyingine zote za watoa huduma kuweka mifumo ambayo itasaidia wananchi wetu kuweza kukopeshwa na kuweza kupata simu janja na simu nyingine rununu kwa gharama nafuu sana, lakini kama ni simu rununu basi zile ambazo zimeboreshwa na zinaweza kupokea baadhi ya huduma ambazo ni za kisasa. Lakini vile vile, ndugu zangu, natambua maduka haya itakayozindua leo hii kama ishara yatakuwa ni maduka ambayo yamezingatia mifumo ya kidijitali au smart shops kwa maana kwamba kama mlivyoeleza kupitia kwa dada yangu Adriana, hamtatumia karatasi. Kila huduma mtakayoitoa hapa itakuwa ni huduma inayopitia kwa njia za kidigitali, na tunaamini pia mtakuwa mmesaidia katika uchumi wa kijani, lakini vile vile mtasaidia kutunza mazingira na kupunguza muda wa wateja wetu katika kupata huduma. Hongereni sana ndugu zangu wageni waalikwa, ndugu zangu wafanyakazi wa Airtel, tunafahamu sote kwamba vijana ni kundi kubwa na ni muhimu katika kufanikisha malengo ya kimaendeleo kupitia uwezeshwaji kwa njia ya ajira, lakini vile vile kwa njia ya mitaji. Uwekezaji huu ambao Airtel Tanzania mnaufanya, tunatambua namna gani mtaweza kuwezesha katika kutengeneza ajira kwa vijana wengi zaidi nchini kupitia ajira za moja kwa moja lakini vilevile kupitia ajira nyingine ambazo si za moja kwa moja ambapo wananchi wengi zaidi wataweza kunufaika na mnyororo wa huduma ambazo mnazitoa. Wako watakaopata ajira kupitia kufanya kazi katika maduka haya thelathini na moja tunayozindua, lakini vilevile wako wengine watapata nafasi ya kuweza kujiajiri kupitia huduma za mawakala hii kugwa, ni fursa kubwa, niwaombe vijana wetu waweze kuitumia. Ndugu zangu wageni waalikwa, mbali pia na maduka haya, nipende kuchukua nafasi hii tena kuwapongeza sana Airtel Tanzania kwa kazi kubwa na nzuri mnayoendelea kuifanya ya kuimarisha mawasiliano kwa kujenga minara 169 ambayo ilikuwa ni utekelezaji wa ujenzi wa minara ya 758 ambayo tuliweza kukamilisha Disemba 31. Hongereni sana, minara yote hii tumeikamilisha kwa wakati asilimia mia moja na kwa sasa wananchi wanaweza kupata huduma zaidi ya wananchi milioni nane nukta tano wameweza kunufaika na minara hiyo. Hongereni sana, nafahamu pia mmepewa kazi ya kujenga minara mingine mia moja thelathini na mbili ya mawasiliano mipya. Niombe sana na hii pia tuikamilishe kwa wakati, pamoja na kwamba tumetoa lengo la kukamilisha ndani ya miezi 15 ifikapo Machi 2027 lakini naamini kwa changamoto zile ambazo mlieleza mlikutana nazo wakati wa utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 tumejipanga kuweza kuziondoa. Hivyo basi, naamini muda huu wa ujenzi wa minara hii 132 iliyokasimiwa kwa Airtel naamini nayo pia itaweza kukamilika kwa wakati. Endapo mtakutana na changamoto yoyote katika ujenzi wa minara hiyo, basi naomba sana msisite kuweza kutujulisha kama wizara ili tuweze kuchukua hatua stahiki ili hatimaye kazi hii iweze kukamilika kwa wakati na wananchi wetu waweze kunufaika na huduma ya mawasiliano nchi nzima. These shops are designed to deliver a seamless, efficient and superior customer experience while reflecting on our commitment to innovation and service excellence. This achievement aligns directly to our business strategy of ensuring service availability in

And every service we deliver, we reaffirm our promise of Airtel kila kona. Maduka haya tunayaita Smart Airtel Shops kwa sababu kubwa moja, uendeshaji wake hautumii karatasi. Yani, hakuna tena mambo ya kujaza fomu, maana tunasema sasa tunaenda kidijitali. Na huduma pia zinapatikana bila kutumia hizo fomu. Matangazo yetu yatakuwa na rushwa kwa kutumia screen na sio vipeperushi tena. Na haya maduka zaidi ya thelathini na moja yamegawanyika katika mikoa mikuu. Ya Dodoma tutaenda kuwa na maduka zaidi ya manne. Dar es Salaam tutakuwa na maduka zaidi ya kumi. Arusha tutakuwa na maduka zaidi ya manne. Mwanza tutakuwa na maduka zaidi ya matano, na bila kusahau kisiwa chetu cha Zanzibar kitakuwa na maduka zaidi ya manne.